Ah, katika dunia hii nayo ni hekima kati ya hekima zengine kujikubali. Nataka kushauri ndugu yangu mpendwa, ukitaka kuinuliwa, ukitaka kwenda mbali, ukitaka kwenda mbele, itika kujikubali. Kuna mtu tu aliye yulu yako na kuna watu walio chini yako. Ndio sa wale walio yulu yako huaitike tu iwe kihuduma, iwe kimaisha Waitike tu, maana ukiwaitika ndiyo hekima itakaa kusaidia kuwasogelea kuwaomba shauri, ili nawe ufike mahali pale walipo na kupita zaidi. Lakini usipojikubali utapenda ufanye vita nao, utapenda ushindane nao, lakini hautaenda fasi. Hacha nikuambie, nikwambie hivi: ukishindana na mtu mwenye anakuzidia mambo fulani, elewa kwamba wewe utachoka na utashindwa, na yeye ataendelea. Lakini hekima mzuri ni kwamba Ukiona mtu anakushinda, sogelea umuulize alifanya nini ili afike pale ambapo anapofika iwe kimaisha, iwe kihuduma, na atakupa sekre na itakusaidia kuvuka zaidi na kufika nafasi ambapo unapotaka ufike. Kwa hiyo acha kiburi, acha majivuno, acha mashindano, hakikisha kwamba unajinyenyekeza na kuwasogelea waliokutangulia wakusaidia ili nawe ufike mahali ambapo walifika. Mungu akubariki na Mungu akusaidie. Ukikumbuka habari za Yohana, yeye alitangulia Yesu lakini alijua kwamba Yesu ni mkubwa anakuya nyuma yake. Akamwambia, mimi sina uwezo wa kufungula tala la seza viatu vyake. Ni kusema alijikubali. Malgre alitangulia litangulia, na mimi nataka niambie mtu mmoja kwamba unaweza tangulia lakini watakuya nyuma yako, watakuwa nguvu kukushinda. Lakini usipokubali kwamba wale walio nyuma yako wanakuja na nguvu utashindwa kuliko wasogelewa, kusogeze na nawe mwende mbele pamoja lakini nataka kukwambia tu kwamba jikubali, acha kiburi, na Mungu anayeinua atakuinua. Biblia nasema anainua wanyenyekevu na kushusha wenye kiburi. Mungu akubariki. Aa, katika dunia hii nayo ni hekima kati ya hekima zingine kujikubali. Nataka kushauri ndugu yangu mpendwa, ukitaka kuinuliwa, ukitaka kwenda mbali, ukitaka kwenda mbele, itika kujikubali. Kuna mutu tu aliye yulu yako na kuna watu walio chini yako. Ndio sa wale walio yulu yako huwaitike tu, iwe kihuduma, iwe kimaisha waitike tu, maana ukiwaitika ndiyo hekima itakayokusaidia kusaidia kuwasogelea, kuwaomba shauri, ili nawe ufike mahali pale walipo na kupita zaidi. Lakini usipojikubali utapenda ufanye vita nao, utapenda ushindane nao, lakini hautaenda fasi. Acha nikuambie, nikuambia hivi: ukishindana na mtu mwenye anakuzidia mambo fulani, elewa kwamba wewe utachoka na utashindwa na yeye ataendelea. Lakini hekima mzuri ni kwamba Ukiona mtu anakushinda, sogelea ayu muulize, alifanya nini ili afike pale ambapo anapofika, iwe kimaisha, iwe kihuduma, na atakupa sekre na itakusaidia kuvuka zaidi na kufika fasi ambapo unapotaka ufike. Kwa hiyo, acha kiburi, acha majivuno, acha mashindano, hakikisha kwamba unajinyenyekeza.